Si mnajua watu walikuwa wananipigia makelele wananiambia, oh, wapi stadium? Sasa mimi nimejenga stadium ya kimataifa Nairobi, inaitwa Atalanta, inakaa watu 60,000, the largest stadium in Eastern Central Africa, ndio ninyamazishe wale walikuwa wananisumbua si ndio? Lakini mbali na hiyo ya Talanta, tunajenga stadium nyingine ishirini na mbili Kenya moja yao Kabarnet City. Kwa hivyo tayari tumewapatia milioni mia tisa ya kujengeneza stadium ya kisasa hapa Kabarnet, nafikiri tutajenga pale kwa showground. ama namna gani hapa oh, chini chininammojeudomojeu <laughs> <showground>? <laughs> lakini iko shamba ya kutosha, inataka shamba karibu eka ishirini. Kwani nyinyi mnataka tujenge kitu ya jikoni muna... <laughs> eh? 20, 20 tutakuja kupima, ama itoshi, tutasongesha songesha watu wengine hapo, ama namna gani? Sawa, sawasawa. Kwa hivyo nitatuma wizara wakuje wapime na nimeambia watu wa KDF wakuja wanisaidie kujenga hiyo hiyo hiyo hiyo stadium ndio ijengwe mara moja. Mimi nataka hiyo stadium ikamilike kwa, mwe, kwa, kwa, kwa mapenzi ya Mungu. Hiyo stadium nataka ikamilike by August next year, tukuje tufungue August... menielewa, me menielewa, unasenga nijenge hiyo stadium. Tujenge university hapa tujenge mabarabara yeah. tuunganishe stima yeah. tuinue Baringo yeah. ile kitu pia nimesema ni kwamba kwa sababu tuko na mvuke hapa ambayo tunaweza kutengeneza stima ya geothermal. ahadi mpya ya President William Ruto imewaacha wengi hoi. Manake amesema kunayo stadium ambayo ataiunda pale na inagharimu ekari ishirini pale hivi. Amesema kama hiyo ekari ikipimwa ikatai kutosha, kuna ambao watasongeshwa, e, jambo ambalo nimeona wengi katika comment section na wamezuisha sana. Ningependa nikusomea maoni mbili tatu, yakichoskii, e, kuna Kiplegat anasema wa hata kama hii itakuwa imetunyonga Mr President. Ni baada yake kusema kwamba amejenga stadium ambayo e, ni kubwa ni ya kimataifa, na ni ukweli. Jutaranta stadium ambayo kabisa haijakamilika inatarajiwa kukamilika soon, inaonekana e, in, ina muonekano wa kimataifa. Ila amesema pia e, Baringo pale atatengeneza uwanja ni wa kimataifa ambao ukipenda ni stadium ambayo itakuwa tajika. Je, unampongeza kwa gani hili?